Kwa kile anasema ilitoa ahadi ambazo licha ya Rais kutangaza kuwa zitatimizwa chini ya mwaka mmoja, hadi sasa bado miradi hiyo haijakamilika huku mingine ikiwa haijaanza. Anasema ujenzi wa barabara ya kilomita 65 ya Masai Lodge ambayo inaunganisha mji wa Rongai na mitaa mbalimbali, mfumo wa kupitisha maji taka, usambazaji wa maji katika miji mbalimbali ya Kajiado Kaskazini ni baadhi ya miradi ambayo Rais William Ruto aliahidi kukamilisha chini ya mwaka mmoja, lakini hadi sasa hamna kinachoendelea. Mwenyewe alikuja pale tukifungua mabarabara. Gavana mwenyewe ulikuwa, nyumba zinaitwa Serenity, tukamweleza hizi nyumba ni nyingi sana, na governor mwenyewe you raised a case ya mambo ya sewerage ya Ongata Rongai kwamba tutakuwa na maji lakini maji haya yatakuwa maji machafu. Rais mwenyewe akasema atapanga mambo ya sewerage na baada ya mwaka mmoja maji ya kutoka Ndaka, uh, in four months And it was 2022 November tutakuwa tunakunywa maji ya Ndakaine. County Commissioner, maji ya Ndakaine bado haija